Nianze kwa kusoma andiko katika kitabu cha ja Ufunuo wa Yohana sura sita mstari wa 9 imeandikwa, na alipoifungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, eh, Mola Mtakatifu mwenye kweli hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao wa. Hoja yangu hapa sio kuwawa kama waliouawa, hoja yangu hapa ni waliotangulia kuwawa wakiwa wanadai kisasi kwa Mungu, kwamba Mungu, wale waliotuua walituua bila kosa, waitutesa bila kosa, lini utawalipa, ili ionekane kwamba walituua bila kosa walitufanyia mabaya ambayo hatukuyastahili. Mungu hakuambia mmeomba vibaya. Mungu aliwaambia tulieni kwanza, kwa sababu bado kikombe hakijajaa. walipowaua ninyi, hawakuridhika bado, wanapambana kwa gharama yoyote, waue na wengine watu wema na wenye haki kama nyie. Sasa ujumbe uh, huu niliokuwekea hapa eh, ni ujumbe ambao inawezekana kabisa ni ujumbe wa kimipango, kwa sababu ulokole una vya kuamini vya kijinga kijinga sana ambavyo ni rahisi sana kuchezewa na kundi hilo hilo lina li, li, li, li, na malengo mabaya dhidi yako. Hilo hilo linaweza likajitokeza likakupa matumaini fulani, ili ujione Mungu wako na maombi yako yana nguvu, halafu utoke kwenye jamii useme Mungu amenibariki, Mungu amenitetea, Mungu amefanya, halafu wenyewe wao nakaa mali wanacheka, anasema isee, ila Mungu ni upumbavu lakini ujumbe huu mimi nimeujibu kwa mhusika kwamba ujumbe huu utatumika hivi hivi. Kwa nini eh? Unaweza ukaona ujumbe wa aina hii halafu mimi nautiria mashaka kwamba unakuwa una, una na michezo fulani, vingine nitakuja kukwambia baadaye. Lakini uh, ujumbe wa watu wa aina hii kitu kingine wanachoangaika nacho ni kuhakikisha amekupa taarifa fulani zinazoonekana mm, zitakufurahisha zitaonyesha Mungu wako safi sana, lakini anachomekea na, na taarifa ya kukufitinisha na watu fulani, hususani wa kanisani nimejibu kwenye ujumbe kwamba ujumbe wako huu utatumika hivi hivi hivi, utanatumika hivi kwa sababu unafanana na ukweli fulani, ila kwa utoto wingi unatochomekea tu kanisani, nikaweka dash dash dash. nimesema mara kadhaa kwamba eh, sikuchukua hatua ya kuenda mafichoni kukaa mafichoni, sikuitumia ile hatua ile, ile taarifa tu ya aliyepiga simu na kusema kuna gari fulani lenye watu fulani liko sehemu fulani. Nilitumia ile taarifa kwa sababu nyuma yake kulikuwa na tafiti zetu ambazo zilijua mipango fulani miovu iliyokuwa inapangwa kwao. Nikasema hii taarifa hata kama kwa sababu usiku wake nilitoa klipu fulani kwamba usipange kuniua, sina hatia, na ni posti ambayo ilienda kwa hisia kubwa sana kwa watu wengi. Kwa hiyo asubuhi yake nikapata pia na ujumbe <coughs> mbili tofauti. Mmoja ni wa, ni, ni, ni katika tafiti zetu, tafiti zetu, lakini mmoja ukaja kwa sura kama hiyo, lakini hauji kwa sura hiyo tu, unakuja na kipandikizi kingine cha kuongeza, eh, mashaka, lakini kwa kukosea sana. Yani, mtu anakuja anatoa taarifa ya kwamba pengine Anakwambia dereva wa hilo gari mnasali naye, alafu yuko sehemu fulani muda huu, alafu huyo dereva ambaye ndo munaye nyie uko naye unamuhoji kwamba dereva wetu hey, yuko sehemu fulani hey. Okay, sawa na kumbe dereva mwenyewe uko naye muda huu, kwa unajua kabisa kwamba okay, inawezekana pia una makusudi mengine, una makusudi mengine ya kwamba uingize na faraka za hapa na pale. Sasa huu jumbe vipengele ambavyo nimevikata havijaonyesha mengine sasa sijue e, mi nachojuaga kwamba watu wa aina hii taktiki zao ni za aina moja. Tangu kuuawa kwa mtoto wangu mbinu zao ni za aina moja, nadhani mafunzo yao yana ukomo, mafunzo ya hawa vijana ambao sehemu kubwa wanakuwaga vishoka wa mauaji na madhara makubwa wanayopata watu, nimesema ujumbe huu ambao nimekuwekea hapa unakaukweli fulani ambako kanaweza kufanyika, lakini aina na anayeutoa anaweka na mambo mambo mengine hivi, mambo mambo mengine hivi. Sasa nirudi kujadili ujumbe ya kwamba huyu huyu Mungu aliyenyamaza aliyeacha haya. Kwanza ifahamike, Biblia haijawa na uzito kwa sababu Mungu aliwatetea watu wote kwa wakati. Ndio maana umesoma hapa, umeona kwamba kuna watu waliuawa, na wakawa wanadai. Yohana yuko gerezani, anamlilia Yesu, anasema Yesu, ulikuja kuwafungua waliofungwa, ni wewe au tumtazamie mwingine? Yesu anasema Kamwambie mtu Yohana, vipofu wanaona, viwete wanatembea, wagonjwa wanaponya, hili mtu asiye na mashaka na mimi. Yohana, kwa tafsiri, alikuwa anatazamia pengine Yesu amuokoe pale gerezani <coughs> lakini hakuokolewa, akauawa. Biblia haijawa na uzito kwa sababu Mungu aliwaokoa watu wa Mungu muda wote. Biblia imekuwa na uzito kwa sababu watu wa Mungu hawakubadili mitazamo yao kwa sababu ya hatari zilizowapata ama vifo vya ukatili walivyoviona kwa watu wengine. Lakini ni ukweli kwamba Mungu amewahi kulipa mabaya kwa wabaya kama kisasi na kuwafariji watu wema kwa mateso na maumivu waliowahi kuyapitia. Kwa hiyo ninafahamu pasipo na shaka Mungu anaweza kuja kutoa malipo ya wazi kabisa, ya wazi kabisa, sio haya ambayo mtu anaweza akabishia kwamba pana, ni uongo ni, ni, ni uongo ama likafanyika tukio akalipa alafu likafichwa fichwa. Wanafahamu Mungu anaweza akaja kulipa, anaweza akaja kulipa wazi kabisa wazi kwa namna ya wazi kabisa. Namwamini, namwamini sana. Kwa hiyo e, pengine tusubiri kitakachofanyika kitakuwa ndio hicho hicho. Hicho kitakachotokea kitakuwa ndio hicho hicho, lakini tuondoke mapema sisi. Jua Mungu atakuja kulipa kwa namna ya wazi kama alivyogawa bahari ya Shamu ikameza jeshi la farao farao na jeshi lake, kwa namna ya wazi kabisa, kila mtu akajua na na mataifa yote yakajua, akasema ya kwamba ya, kila walikopita waweza kusema hawa wa ndio ambao Mungu wao amewapiga, mataifa yote ambayo amekutana nayo wamepita ndani yake. Amewapi, wa, wa, wa, Mungu wao amewapiga mataifa hayo kwa vipigo vya ajabu na vya wazi. Na mwamini Mungu sana sana, wakati fulani atakuja kudhihirisha kipigo fulani cha wazi kwa baya, ili iweze kuonekana maandiko ambayo yako katika Warumi hapa <coughs> kwa sababu mambo sasa yamegeuka kila ambacho waliandikiwa mbaya, waliandikiwa kwamba yangewakuta wabaya ndicho kinachowakuta ambao tunaonekana hatuna hatia, hatujaua mtu, hatujaiba cha mtu, hatujadhuru mtu, hatujafanya jambo lolote baya, hatujamashisha jambo lolote baya. Nianzie mstari wa saba, lakini pointi iko mstari wa tisa na wa kumi. Anasema wale ambao anasema atakayemlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokoharibika watapewa uzima wa milele, na wale wenye fitina, wasiotii kweli, bali wakubaliwa dhuruma, watapata hasara na ghadhabu. Tisa, kwani dhiki na shida ni juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye wovu, Myahudi kwanza na Myunani pia kumi. Bali utukufu na heshima na amani ni kwa kila mtu atendaye mema, myahudi kwanza na myunani pia. Tisa ni dhiki na shida ni juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, myahudi kwanza na myunani pia, na maandiko mengine mengi. Ninafahamu kuna siku inawezekana litafanyika jambo fulani la wazi sana linaloonyesha Mungu yuko, linaloonyesha yuko Mungu, anayepita mikakati na mipango ya wanadamu. Naamini hivyo, naamini hivyo, atafanya jambo, anaweza kaja kufanya jambo. Mungu atakuja kufanya jambo wakati fulani mbalo litatoa tafsiri ya kwamba aliona mateso na kilio cha watu wema, na ubaya haukuwa mtindo bora wa maisha: dhuruma, uaji, utekaji, vilio, kuwaumiza watu wawe nalia pasipona, hati a wanaokushauri, wanaoshauri njia bora ya wote kunufaika kwa manufaa yaliyo zaidi ya hayo nayonufaika peke yako, yaani kwa mfano peke yako, kama unalipwa milioni hamsini milioni mia kuua mtu utapata milioni mia tano bila kuua mtu na yule unayemuua akiwa amepata hiyo hiyo, mi nahisi hiyo ni faida, ni, ni maisha bora kuliko wewe upate milioni hamsini au mia kwa kuua mtu na wakati huyo mtu angesababisha wewe upate milioni mia tano na yeye apate milioni mia tano Ndio maana mara kadhaa nimesema John, tuzungumze, tuna njia bora ya wewe kuishi vizuri. Kwa mfano sasa, tufanye ume ibawa hawa wanaong'ang'ania kubaki kwenye nafasi fulani, ili ndo anatuma na watu wakaue watu, wateke watu, watese wa, watu tufanye umeiba bilioni mia tano na trilioni kumi. Hakuna pesa tamu, pesa hii itamu kwa sabu ni nyingi. Hiyo nyingi itakusaidia tukua katili, ndio hiyo. Mtu akikuzingua kidogo, mkagongana kwa mwanamke, mwanamke mwenyewe atakupa pengine ukimu, mkagongana kwa mwanaume, unamhitaji mume mwana wake vitakupa tu ukatili wa kwamba utatuma watu waende wakamue yule mume ulikuwa unahitaji shamba fulani. Kwa sababu pesa nyingi, kifupi, zinaondoa uwezo wa kufikiri, kwa sababu pesa inaanza kujiona ni Mungu. Kwa hiyo ni kama yenyewe inaweza kaamua tu hiki kifanyike pale, hiki kifanyike pale. Lakini kwa sehemu kubwa, kila ambacho itakuwa inakifanya kitakuwa kikileta hasara na laana kwenye maisha yako. Pesa iliyo nyingi na iliyo tamu ni ile ambayo eh, utaipata moja, utaipata kwa namna ambayo hakuna uliyemuumiza uliyemdhurumu mdhurumu uliyemwonea, hiyo hata iwe chache kiasi gani, ni tamu sana. Lakini pesa nyingi tamu mbili ni ile ambayo kupata kwako pesa kume kumekuwa na mchakato unaorahisisha na kuwezesha watu wengine kupata pesa ya sura hiyo unayoipata wewe, hasa unayekuwa mtawala, unayekuwa kiongozi ama unayeomba ajira kazi mahali kwa kusudi la kwamba nataka nikarahisishe maisha ya watu. Nimesoma mara kadhaa, anamarizia hapo, na ndivyo ninavyoamini ya kwamba chakula cha mbogamboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Njooni tuzungumze suala la nani e, unatoa taarifa za ubaya fulani ambao unawakuta watu ambao pengine wametufanyia mabaya, ni kupe tu taarifa kwamba mabaya yenyewe, Mungu atakapokuja kufanya kweli, hayatahitaji taarifa ya mtu kutoa taarifa kwamba mchungaji, Mungu wako, Mungu wenu huku amefanya hiki. Mungu atakapofanya, nawezekana kila mmoja atajua Mungu amefanya. Anasema, nitafanya jambo katika siku zenu ambalo kila sikio litakalosikia litawasha. naamini Mungu mwenye rehema, aidha katika siku za kuishi kwetu, ama takapokuwa hatupo, damu yetu na ya ndugu zetu, maangaiko na machozi yetu yatakuja kupata malipo yasiyohitaji kutetewa na kupewa taarifa. Na sema tu, kwa sehemu kubwa, nisaidie niwe najua taarifa ya wewe umefanya nini, wewe umefanya nini kuleta ukombozi katika jamii, hakuna sababu sana. Taarifa ya Mungu amefanya nini kunitetea, kuna sababu sana hasa ambayo natoa taarifa akiwa nawekaweka natumambo twako dhani unaweza ukaleta faraka kanisani kwa njia hiyo. Mimi kama kuna mtu ambaye yupo kanisani na anatumika vibaya, nadhani kama ukitaka habari, niamini uniletee iwe wazi sana iwe na wazi sana iwe na ukweli sana lakini, kutabika kuwabaini baini, inawezekana sisi tunatumia nguvu kubwa sana kuwabaini baini kuliko wewe mtu mwingine yoyote, lakini hata hatutumii nguvu tu hii unayoijua wewe, tunamwomba Mungu achunguzaye mioyo ambaye kwake hakuna liwezalo kufichika. Yuko kuna maeneo huwa anafanya pasipo kutumia njia za kibinadamu. Asante sana kwa kunisikiliza. Ulielewa na maanisha nini? Umeelewa, lakini usielewa, basi vingine takuja kuelewa. Unakona neema ya Mungu. Amen, amen, amen.